Shirika la viwango Tanzania TBS kupitia ofisi yake ndogo ya Songea limeteketeza bidhaa zilizokamatwa zikiuzwa madukani katika manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, ambazo zimepita muda wa matumizi na ambazo hazifai kwa matumizi, ikiwemo vyakula, vinywaji na vipodozi vyenye viambata vyenye sumu. Kutoka Songea mkoani Ruvuma, mwanahabari wetu Joseph Mwambiji anaripoti. Ripoti: baadhi ya bidhaa zilizoteketezwa na wahusika wa bidhaa hizo kuchukuliwa hatua za kisheria ni pamoja na vinywaji aina Henken, Savana, biskuti na vipodozi visivyofaa kwa matumizi, ambapo kuhusu tukio hilo, afisa mwandamizi udhibiti ubora wa TBS kanda ya kusini na msimamizi wa TBS ofisi ndogo ya Songea bwana Barnabas Mgaya anasema: Shirika la viwango Tanzania kupitia hii ofisi ndogo ya Songea tumeweza kufanya kaguzi mbalimbali kwenye maeneo ya biashara hizo za vyakula na vipodozi na kukamata baadhi ya bidhaa ambazo za vipodozi zile ambazo zimekutwa na vimelea vyenye sumu ambavyo havihusiwi kuuzwa kutokana na kuwa na madhara ya kiafya binadamu. Lakini pia ziko baadhi ya bidhaa za vinywaji ambavyo nazo pia zimekwisha muda wake wa matumizi, zinatumika zilikuwa zinauzwa kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo bidhaa zote hizo zimeondolewa. Akizungumza kwenye uteketezaji wa bidhaa hizo, afisa afya wa manispa ya Songea bwana Salu Mboga anawataka wafanyabiashara kutouza bidhaa zilizopita muda wa matumizi. Wito wangu kwa wananchi wa kama wa manispaa ya Songea na pamoja na wilaya zingine zinazozunguka mkoa wa Ruvuma, kwamba kuhakikisha kwamba wanapoenda madukani kununua bidhaa, wahakikishe kwamba wananunua bidhaa ambazo zinakuwa ndani ya muda wa matumizi, kwa kuangalia tarehe ya kutengenezewa na tarehe ya kuisha muda wa matumizi. Kwa upande wao wakazi wa, wa manispaa ya Songea wanazungumzia kuhusu uteketezaji wa bidhaa hizo. Kwa hiyo tunaomba serikali iendelee kufanya hili zoezi ili wananchi wawe na afya nzuri. Nikiripoti kutoka katika dampo hili lililopo katika mtaa wa Muungano kata ya Subira manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, mimi ni Joseph Mwambije wa ITV. Asante sana Joseph kwa taarifa hiyo.